Aya tunaanza kuandaa mishikaki yetu. Kwanza utakatakata nyama yako ya mishikaki kama hivyo mimi nilikuwa na nyama nusu kilo tu. Katakata saizi ya vipande unavyotaka wewe, ukitaka vidogo dogo sana au vikubwa. Basi baada ya hapo nikaweka chumvi. Mimi mishikaki yangu sipendi kuweka maviungo mengi sana. Baada ya kuweka chumvi hiyo nimeweka ni pilipili manga, lakini baada ya hapo nikaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi na kisha nikachanganya vizuri. Niliweka na limao pia, hapo kwenye video haijaonekana. Baada ya kuweka kitunguu saumu na tangawizi niliweka limao na nikachanganya vizuri kabisa, kama hivyo unavyoona. Na baada ya kuwa nimechanganya vizuri, niliweka na mafuta, mafuta ya kula pamoja na bifu masala, kwa sababu nyama yangu ya ng'ombe niliweka bifu masala ndio hiyo ya njano njano unavyoiona, nikaweka pia na mafuta ya kula sipendi mishikaki ya kuweka maviungo mengi sana, lakini pia kuna wale wanaoka labda marangi rangi nini. Mimi sipendagi. Jaribu hii ya kwangu, utapenda na utaenjoy. Baada ya hapo, nilimarinate, nilifunika ili uweze kulainika. Mimi nilifunika kwa kweli kwa muda mrefu sana, karibu masaa sita, lakini wewe utaangalia na muda wako. Baada ya masaa hayo niliyofunika, basi nyama yangu hapo ilikuwa imeshalainika lainika kabisa, nikaweka kwenye vijiti. Baada ya kuweka kwenye vijiti hapo, kama unataka kuchoma mishikaki yako kwenye mkaa, unakuwa umeshaandaa mkaa wako. Sasa hapo ukishaanza kuchomeka kwenye vijiti kwenye hizo stiki unakuwa umeshaandaa mkaa wako. Basi ukiziweka tu kwenye mkaa moto mdogo mdogo, zinaiva tu zenyewe, kwa sababu tayari umeziacha kwa muda mrefu, zimeingia viungo, lakini pia zimelainika. Ile tangawizi na kitunguu swaumu na limao ime, imeenea vizuri kwenye mishikaki yako. Basi kawa nazichomeka hivyo kwenye mishikaki yangu na mpaka yote ikawa, ndo hivyo iko tayari kama hivyo unavyoona na baada ya hapo, ile sosi yake ilikuwa imebaki, mimi nikamwagia mwagia kwa juu hapa. Video bahati mbaya ilipotea, naona mchukua video alisahau, lakini hapo nilipika ni, ni, ni, mishikaki yangu ikawa imeshaiva. Hapo mishikaki imeiva kabisa. Aidha, unaweza kupika kwenye mkaa moto mdogo mdogo, au kaoka kwa njia ya oveni, inaiva vizuri sana na ilikuwa ni laini. Yaani siku hiyo mishikaki nilikula nilikula yote peke yangu, yaani kwa milaini mitamu sana. Karibuni.